Wakati Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan akiingia madarakani mwaka 2021, ujenzi wa daraja la JP Magufuli Kigongo Busisi mkoani Mwanza ulikuwa umefikia takribani asilimia 25 na kutokana na changamoto ya kutetereka kwa uchumi wa dunia baada ya janga la Uviko 19, hivyo kuwa na wasiwasi wa upatikanaji wa fedha. Hata hivyo, serikali imekamilisha malipo yote ya shilingi bilioni 539.28